Hujambo mwanafunzi. Katika kipindi cha leo tutajifunza kusoma kwa ufasaha. Zingatia kwa makini mambo yafuatayo. Matamshi bora, kasi ya usomaji na kiwango cha sauti. Elimu ya mazingira kwa vijana. Elimu ya mazingira ni muhimu wa kuhakikisha mustakabali bora wa sayari yetu. Vijana wanapopewa uelewa wa kina kuhusu mazingira, wanakuwa na uwezo wa kuchukua hatua za kuyahifadhi. Elimu hii inasaidia kuelewa athari za vitendo vya binadamu kwa mazingira na namna ya kuzuia uharibifu. Kwanza, elimu ya mazingira inawezesha vijana kuwa mabalozi wa utunzaji wa mazingira. Wanapopata maarifa kuhusu uhifadhi wa misitu, vyanzo vya maji na viumbe hai, wanakuwa mstari wa mbele katika kupambana na uharibifu wa mazingira. Vijana walioelimika kuhusu mazingira wanaweza kuanzisha miradi kama vile upandaji wa miti na uchakataji wa taka, hivyo kusaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Pili, elimu ya mazingira inawaandaa vijana kwa fursa za ajira katika sekta ya uhifadhi wa mazingira. Kupitia uelewa wa mbinu za kilimo endelevu, uzalishaji wa nishati mbadala na matumizi bora ya maliasili, vijana wanaweza kuanzisha biashara endelevu. Jambo hili litasaidia kufanikisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi bila kuharibu mazingira. Zaidi ya hayo Elimu hii itasaidia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Vijana wanapojifunza kuhusu uchafuzi wa mazingira na athari zake, wanahamasika kupunguza matumizi ya plastiki, kupanda miti na kuhimiza matumizi ya nishati safi. Kwa ujumla, elimu ya mazingira inawafanya vijana kuwa raia wenye maadili ya kuhifadhi mazingira kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Serikali, mashirika ya mazingira na taasisi za elimu zinapaswa kushirikiana kuhakikisha kwamba elimu ya mazingira inaimarishwa miongoni mwa vijana ili kulinda dunia yetu. Asante kwa kusikiliza. Mwalimu wako wa darasa atakuelekeza zaidi.